Kitabu cha Mtakatifu Mathayo mlango wa kumi na saba. Na baada na ya siku sita Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama wakatokewa na Musa na Eliya wakizungumza naye Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka, nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe, na kimoja cha Musa, na kimoja cha Eliya. Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, Huyu ni mwanangu mpendwa, wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifulifuli, wakaogopa sana. Yesu akaja akawagusa akasema, Inukeni, wala msiogope. Wakainua macho yao, wasione mtu ila Yesu peke yake. Na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie mtu yeyote habari ya maono hayo, hata Mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, basi kwa nini waandishi hunena ya kwamba imempasa Eliya kuja kwanza? Naye akajibu akawaambia, kweli Eliya yuaja kwanza naye atatengeneza yote, ila nawaambia ya kwamba Eliya amekwisha kuja, wasimtambue, lakini wakamtenda yote waliyotaka. Vivyo hivyo mwana wa Adamu naye yuaenda kuteswa kwao. Ndipo wale wanafunzi walipofahamu ya kuwa amesema nao habari za Yohana Mbatizaji. Nao walipoufikia mkutano, mtu mmoja akamjia akampigia magoti akisema, Bwana, umrehemu mwanangu, kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako, wasiweze kumponya. Yesu akajibu akasema, Eni kizazi kisichoamini kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka yule kijana, akapona tangu saa ile. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faraga wakasema, Mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amin nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Nao walipokuwa wakikaa Galilaya, Yesu akawaambia, Mwana wa Adamu anakwenda kutiwa katika mikono ya watu, nao watamua, na siku ya tatu atafufuka. Wakasikitika sana. Hata walipofika Kapanaumu, wale watozao nusu shekeli walimwendea Petro, wakasema, je, mwalimu wenu hatoi nusu shekeli? Akasema, hutoa. Naye alipoingia nyumbani, Yesu alitangulia kumuuliza akisema, waonaje Simoni, wafalme wa dunia hutoa kodi ama ushuru kwa watu gani? Kwa wana wao au kwa wageni? Naye aliposema kwa wageni, Yesu alimwambia, basi kama ni hivyo wanani mahuru. Lakini tusije tukawakwaza, enenda baharini ukatupe ndoana, ukatoe samaki yule azukaye kwanza, na ukifumbua mdomo wake utaona shekeli; ichukue hiyo, ukawape kwa ajili yangu na kwa ajili yako.